Hello, hello, watu wa Mungu, mambo vipi? Habari zenu? Natumaini mko salama mahali popote mlipo ya, ninaamini utukufu wa Mungu kwa kwenu kabisa. Jina la Yesu libarikiwe kabisa, kwa sababu ninaamini nyote mko salama, ninaamini Mungu anaendelea kuwalinda si ndio, watu wa Mungu? Na mimi mahali nilipo niko salama, ninaendelea kuona mkono wa Yesu Kristo katika maisha yangu e, Mungu anaendelea kunilinda kabisa. E, naonekana nikiwa na afya na mwenye nguvu yes, mm -hmm. Subscribe ndugu mpendwa e, we unayetazama usipite tu kutazama bila kusubscribe, subscribe hapo na Mungu atakubariki, si ndio aita? E, haitakuomba pesa yoyote wala nini, hapana. Ni kusubscribe tu hapo na una spoti hiyo, ni spoti kubwa tu ambayo itakupa baraka, sindio watu wa Mungu? Yes, yes, ninaongea sana hapo, lakini tamani tukue mwezi wa kumi na moja huu, tuhakikishe tumefika 500 subscription eh. Mungu atakubariki sana eh, si ndio? yes yes. Nina furaha sana leo, nimeona mbinguni kuna furaha juu ya mtu mmoja anayetubu, si ndio watu wa Mungu? Mbinguni kuna furaha juu ya mtu mmoja atubuye mm? juu ya mwenye dhambi mmoja anayekiri kwamba Yesu ni Bwana eh? Na sisi tumeona kwa macho yetu, tumeshuhudia aliyekuwa gaidi, aliyekuwa eh, mbali na uso wa Yesu eh? Alipokuwa aliyekuwa mbali na uso wa Mungu, ameamua kuchukua maisha yake eh, na kumkabidhi Mungu ameamua kuchukua maisha yake na kuyakabidhi mikononi mwa Yesu Kristo. Amekiri hataki tena mambo ya kutesa. Mmesikia ushuhuda. Siku moja niliwambia huyu kijana atashuhudia na ushuhuda wake utawagusa wengi. mm-hmm. Mimi nilipoona ushuhuda wake nilihisi hata machozi kunitoka eh? Anasema ilifika wakati hata akilala na mke wake kitandani anapiga nduru analalamika, eh, kwa sababu makelele ya watu waliowatesa, makelele ya watu waliowaua yanamsonga, yanamsumbua. Nasikia mtu wa Mungu, hivyo ndivyo dhambi, mtu anavyofanya dhambi, anavyoishi katika mateso, anafanya kitu akifikiria kwamba ni starehe lakini ile starehe inabaki inamtesa. Hivyo ni sawa na mtu anenda fanya uzinifu, lakini anapomaliza kitendo kile cha uzinifu anabaki anajihoji, nimefanya hiki, nimemkosea mke wangu. Anabaki majuto, na ndiyo majuto yaliyokuwa ndani ya Bravo. Alikuwa anafanya hiyo kazi lakini ndani ya moyo wake anasema, alikuwa amechoka, alitamani kuishi maisha ya amani. Hmm? Alitamani peace moyoni mwake. Ni kweli alikuwa anapata pesa, ni kweli anasafiri, anafanya kila anachokitaka, but hana amani alitamani kurudi na apate maisha ya amani. Mbinguni kuna furaha juu ya mwenye dhambi mmoja anayetubu. Wewe unayebaki unamnyoshea kidole, wewe unayebaki unamwangalia, angalia, alifanyaga hivi, alifanyaga hivi. Hapana, wewe mwenyewe unayemsotea vidole, una yako mengi ambayo umeyafanya. Ni vile tu hatuyajui, ni vile tu yako sirini, hatuyajui, wala hatujui kile unachokifanya amena, amen, watu wa Mungu eh? Ni yupi ambaye hajafanya dhambi katika maisha yake? Ni yupi ambaye hajatenda dhambi kwenye maisha yake? Ni yupi? Ni yupi? Kila mtu ametenda dhambi, kama maandiko asemavyo, sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Sote tumetenda dhambi. Usimnyoshee Bravo kidole, kwanza spendi hata wakimwita tena hilo jina wala sipendi mtu wa kimesheni alikuwa gaidi. Aa, tusahau maswala ya ugaidi. Maandiko yanasema tazama, ya kale yamepita na sasa yamekuwa mapya. Bravo amekuwa kiumbe kipya, amezaliwa kiumbe kipya. Eh, hapa tunasubiri tu wampangie plani ya kwenda kufanya kufanyiwa ubatizo, abatizwe tu aokoke abatizwe katika men, maji mengi afufuke na Yesu Kristo. Mm? Mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, tulisema hapa hiki kiumbe lazima kirudi kumuua, ikuwa solution kumpiga risasi. Hebu angalia Pastor Elijah ametoa machozi, akilia, anasema kana kwamba huyu kiumbe tukimwacha tukimwacha, wale maadui watakuja kumrudisha uko tena, watakuja kumrudisha, kwa sababu vile alivyochukua uko ni vingi, inabidi arudishe, ambayo ni dhabiu. Watu wa Mungu, chochote ulicho nacho Usijali, usijali, wamesema 10 years ya watu ingia live. Usijali, tuma tu kwa namba ile ile yake, tuma eh, tuma kwa namba ya senior dev, tuma kwa namba ya mk eh. Ukituma naandika na meseji, unasema kwamba hii ni dhabiu ya Bravo mpendwa, tuma tuokoe hiki kiumbe chochote kidogo sapoti huyu huyu binadamu eh, ambaye nasikia MK amempa jina la kumuita Paul, mm. Kwa wale wasiojua Paul, Paul ndo Sauli. Sauli aliwatesa watumishi wa Mungu aliwaua, alikuwa akisafiri anawaua, akisikia hapa kuna watumishi wa Mungu yeye anakwenda anawaangamiza, mm. Lakini Mungu alikutana na Sauli akambadilisha jina akamwita Paulo. Unaelewa eh? Ndo huyo Paul alikutana na Mungu akakutana akakutana na utukufu wa Mungu, Mungu akambadilisha. Mungu akamwambia, yatosha ulivyowatesa watumishi wangu, sasa ni wakati wa wewe kubadilika. Na mimi ngoja nikuambie Hmm? Aliwatesa watumishi wa Mungu, huyu huyu ndugu yetu Bravo aliwatesa watumishi wa Mungu, aliwakamata wasio na hatia, aliwatesa wasio na hatia. wewe ni nani kama sino David, baba yake mwenyewe ndio alikuwa kenape na kupitia mateso makali Eh, kuumia kulala njaa mpaka kafikia hatua wanataka kumtoa kindi ni baba yake heti wakauze. Lakini leo ninavyozungumza na wewe, Sinyo Devi ndio aliyempokea Bravo ndani mwake, Sinyo Devi ndio anayemshughulikia atalala wapi, atakula nini? Alisamehe, kwa nini wewe usisamehe, mtu wa Mungu Samehe yote uliyoyaona, msamehe na kumhurumia na mpokee, kwa sababu Mungu amemfanya kuwa kiumbe kipya, siyo yule muliyemwona mtekaji tena. Na wale wanaosema kwamba anadanganya atarudi huko, mshindwe na maneno yenu ya laana katika jina la Yesu Kristo, mshindwe na maneno yenu yasiyokuwa na hekima na busara kuliko kumuombea. Mungu aendelee kumsimamisha, maneno aliyoyakiri mbele ya kamera yaendelee kudumu ndani ya maisha yake. Wewe uko pale kuongea maneno yasiyostahili kusema kwamba huyu anawapima akili, huyu atarudi tu, huyu atarudi, huyu atarudi. Wewe ndio utarudi, siyo yeye, kwa jina la Yesu maneno yako yenye sumu maneno yako yenye laana yashindwe katika jina la Yesu. Huyu mbingu zimepiga kelele huyu mbingu zimeshukuru, mbingu zimesifu kwa sababu zimepokea kiumbe kilichopotea na amekiri. Pasta amemuuliza mara tatu, sikufosi wala sikulazimishi Umekiri kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Amesema ndiyo, nimekubali. Bravo ameulizwa mara ya pili. Sitaki kusema kwamba nilikulazimisha, nilikulazimishaa -ah, sema tena. Je, umekubali kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako? Bravo akasema ndiyo, nimekubali. Na ikafika mpaka safari ya tatu, akasema ndiyo, nimekubali. Ndipo ambako mtumishi wa Mungu alikubali kumwekea mikono na akamwombea. Wewe ni nani unayemnyooshea kidole? ujawahi kutenda dhambi wewe ni nani unayesema kwamba huyu atarudi katika mambo yake ya dhambi? Wewe ni nani unayemshuhudia kwamba huyu jamani? Acheni kuhukumu msije mkahukumiwa na Mungu, usihukumu usije kuhukumiwa. Mungu wetu akisema akuchague atakuchagua na utamfanyia kazi. Imagine Sauli alijiona yeye amemaliza kila kitu. Lakini Mungu alimwambia utanitumikia. Mungu alimtafuta. Mungu akasema hii nafsi sitaipoteza, japo amewatesa watumishi wangu, lakini sitakubali kuipoteza. Mungu alimpokea akamtafuta, na akamuona Sauli, akakutana naye, akamwambia umewatesa sana watumishi wangu. Sasa huu ni wakati wa wewe kubadilika, huu ni wakati wa wewe kulitangaza neno la Mungu. Na Sauli alibadilika, na jina akabadilishwa, akaitwa Paul. Paul, wewe ni nani sasa? Wewe huyu Bravo ametumikia miungu ya kishetani, ametumikishwa na usikie rafiki, ndiye aliyemwingiza huko. Rafiki yake ndiye aliyemwingiza katika hayo mambo, rafiki yake ndiyo aliyemuingiza katika hayo mambo ya giza. Akaingizwa huko akatumikia miungu ya shetani, akatumikia miungu ya mavingumu, lakini Mungu alikuwa na sababu kupitia Senior Dave kupitia Sinyo Devi. Haya yote yaliyopitikana, miezi yote ya kutosha, hii hii vita yote amepitia nani? Sinyo Devi, mwaka mzima ilikuwa ni purpose ya Mungu ya kusemekana kwamba hanataka hii nafsi ikombolewe na mwisho wa ile nafsi kukombolewa umefika. Wewe bado unapiga kelele na kusema kana kwamba huyu atarudi katika u, katika ugaidi, huyu atarudi. Ndugu zangu, tumwogope Mungu na tuheshimu watumishi wa Mungu. Kazi waliofanya wale watumishi ni kubwa lakini baada ya kulisifu jina la Mungu kupitia watumishi wale, wewe unaendelea kukejeli na kuweka maneno. Tuwache maneno hayo, watu wa Mungu, tuwache maneno hayo. Huyu amefanywa kiumbe kipya, na utaona siku moja, utaona Snodevi anakuja live wako na Bravo pale, wanapiga story atakuwa rafiki mzuri sana wa wa Sinyodev. Bravo atakuwa rafiki mzuri sana atakuwa rafiki mzuri sana wa Sinyodev. Yule ni mtoto mwingine Sinyodev amezaa katika kazi yake, watu wa Mungu, watu wa Mungu. ya kale yamepita Tuangalie jinsi gani ya kumpa mtunza ndugu yetu. Kama una kidogo, changa kwa ajili ya dhabihu, kama una kidogo, changa kwa ajili ya pate, hata nguo, kwa sababu vile vyote alivyokuwa navyo vinapotea, sio vyake, alivipata katika ulimwengu wa giza. Kama alikuwa na mali, alikuwa na nini, alivipata katika ulimwengu wa giza na alivyopata vyote katika ulimwengu wa giza vyote vinapotea, vyote vyote, mi nakwambia vyote vinapotea, vyote vitarudi kule. Yaani hata akisema kwamba anaenda benki akaangalie pesa, ataingiza kadi hivi, kadi itakataa kwamba amna kitu, kila kitu kimeondoka. Watu wa Mungu, tunarudia tena kusema tusapoti dhabihu ya huyu kijana. Achaneni na maneno ya kupiga piga misumari kwamba huyu hivi huyu hivi huyu hivi, sio vizuri. Hayo yamepita, tuendelee kusapoti kama tunavyoweza kusapoti, na Mungu atakubariki kwa chochote ulicho nacho. Mwonee huruma. Kama mbingu inapiga kelele na kushangilia kwa ajili ya kijana huyu, wewe unashindwaje kupiga kelele hata na mia tano? shangilia hata na mia tano. Tuma mia tano yako, tuma mia yako, mia mbili elfu moja elfu mbili tuma shangilia, kusema kana kwamba nashangilia pamoja na malaika mbinguni, ambao tumempokea mwana, tumempokea kondoo mpya tena, ambaye anakuja kusimama na kutangaza Injili. Piga kelele na utume ulicho nacho, na Mungu atakubariki sana. Mtu wa Mungu usisahau kusubscribe hapo, ku like na ku comment. Kama ni mara yako ya kwanza, please subscribe kwenye hii channel. Tunatangaza hapa, tunatangaza ni neno la Mungu, tunashauriana, tunafundishana. Kwa hiyo, ukisubscribe utakuwa uko mahali sahihi kabisa pa kukaa. Ie, kusubscribe sio sio jambo la kuninyima tafadhali. Yaani, hautajutia ukisubscribe. Utasikia maneno ya Mungu hapa, utasikia mafundisho, utasikia mashauri, tutacheka pamoja, na Mungu atakubariki sana. Kuwa na siku nzema, mpendwa. Na kupenda sana wewe unayenitazama, na ninakujali sana. Barikiwa sana, amen.